Timu ukiona haipo kama ni Simba Sports maki nchi inaachiwa JW kwa niaba ya usalama zaidi, taifa halipo kwa, yani nusu taifa halipo, liko Moroko mm. Mmeanza mfungo rasmi wa kuiombea Simba kuchukua kombe? hivi hivi tu timu yenu ha hamuiamini bila mfungo? dua ndio kitu, dua ndio kitu cha muhimu sana katika dunia la kwanza. Dua ndo maana kila jambo tunamtanguliza Mwenyezi Mungu atujalie afya, akili nzuri, hekima alafu mengine yanafuata kama una akili ya kuomba dua basi dua lazima uiombe everyday yani muda wote dua unaomba mm. timu yetu haipo lazima tuiombe dua kama tunavyomuombea makamu nani msemaji wa, wa, wa, wa, wa serikali ya Zanzibar yeah. lazima tumuombe dua mwenzetu alitutangulia mbele za haki na timu ilitakiwa iondoke jana usiku baada ya kumaliza mechi na KMC lakini kwa sababu kuna tatizo la nchi ibidi tusubiri leo tu tusafiri kwa hiyo dua ni kitu muhimu muda wote itakiwa tuombe labda sijui kama wao wenzetu waombe dua, sisi tunaomba muda wote. Inaonekana kama mna mashaka mashaka hivi, ndio maana mnawahi mapema. Mashaka hakuna mashaka, safari yatua. Kama mtu anatembea na ndege masaa saba, lazima hiyo ni safari, safari yatua. na tunatumia chombo sasa, ndani ya masaa saba tutakuwa hewani. Je, kama tunakuwa kuna itilafu na tukichelewa, kuna watu watapewa pointi za mezani, wakati sisi tunataka tucheze. Sisi tunataka kucheza, sisi tuna Simba, tunataka tucheze, sisi, tunataka tucheze. Kombe la Afrika hatutaki, si ule ujanja ujanja siji siji. Ah, si tunacheza mm, sisi tunacheza na ndo lengo kuu. Tumetangulia mapema Moroko ili tukacheze tarehe 17 na wao waje huku tarehe 25 tucheze. Wametuma scouting wao, lakini scouting wao wamekuja kukutana na surprise nyingine kabisa. Walitegemea watamkuta elimu panzu kibisa wala akiwa kwenye fomu yake, lakini wamekutana na surprise kubwa ya Joshua Mutale sjr ile zote ni akili za kocha. Kwanza tunamshukuru sana Ufadu na uongozi pia kutuletea fadu. Kwa sababu miaka mingi tulikuwa na kikosi yenyewe, tulikuwa na kiona bola hapa. Sasa mimi nafuatiliwa, tunaweka chesambi dogo janja mtoto kutoka mji kasoro bahari, hapo kisa kimoja anaanza pale na anamwaga razi kama yule. Si wako wengi wale vijana, timu inacheza na watoto ile kama Barcelona. Yani, unapoelezea Simba anatoka mtoto, anaingia mtoto, kama vile Barcelona atoki mzee pale kuingia mzee. Kama wale jirani zetu Kagoma, siliogopa kwenda kuamkia watu Kagoma, kuna timu ilimhitaji lakini alikuwa akiamka, lazima aamkie, kwa sababu wote wote ni wazee. Kaona ngo aende kwa vijana, ndio mbona tunapeana tano na kusema mambo vipi, fresh. Ndio iko Simba Sports Club na mambo yale pale Ha, kama jobu mzee jobujobu jobu. Uh, jobu, si miaka ishirini na nne tu Mlugulu mwenzangu mtu mzima yule yeah. mi najua Walugulu wafupi tu lakini mtu mzima mm. yaani, yule mji kasoloba namfahamu mtu mzima yule yani. Yaani haizidi hapo, miwili mitatu lakini ni mkubwa hata kama mtu nane, una 44 unampita miaka mitatu. Yesi ana 40. Familia ya Simba iko ndani ya msafara ikiongozwa na naibu waziri Hamisi Mwinjuma, serikali hiyo yeah. Tunashukuru sana kwanza, serikali kutambua umuhimu na uwepo wa timu na pia kumteua kiongozi wa serikali kijana, kwa sababu timu imeenda ya vijana na anakwenda mtu wa yani, naye kijana, serikali imetokea mtu kijana, kwani serikali zina watu wazee pale, lakini imejua tu hawatuendana ndio maana akatogea Mwinyi Juma, ili wote pale wanapeana tano. Tunakwenda, tunashukuru kwa hilo, support ya serikali pia kutuongezea nguvu katika klabu yetu ni jambo la kushukuru sana. Mmevitafuna viporo kwa uhuru, kwa amani na upendo, hatimaye vimeisha. Tulitegemea ukiwa na freezer, kipolo akiharibiki, ukiwa na freezer, kipolo akiharibiki wala kichachi. Kwa hiyo sisi tuna freezer, viporo tumeshatafuna, lakini bado sisi tunasema hatujamaliza ila tulimalize hili kwa sababu afisa bali wetu katuambia, sasa hivi dua sala na maelezo yote tuelezee sasa hivi mechi ya finali yeah. Lakini kuna mechi hapa, ila sisi tumeambia tuelezee finali na tutaelezea finali na ndo lengo letu finali. kwa hiyo wala jambo sisi hatuna tabu nalo. Mtani wenu mlimwacha kwa alama, aliwacha kwa alama moja, hatimaye kesho anarudi nyumbani mechi na Namungo, anaendelea kusakata rumba ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Ukiona Yanga imempita Simba pointi tatu basi Simba hajacheza. Ukiona Yanga imempita Simba pointi tatu Simba hajacheza. Simba akicheza Yanga anapita pointi tatu. Na ndio maana nataka naye tucheze. Yaani mimi na yeye tucheze. Yaani ukisikia Simba kapitwa pointi tatu na Yanga basi ulize Simba, utakuja kuambiwa yuko Moroko. Haiko hapa. Ujue iko iko nje ya mji. Iko nje ya Tanzania. Huyo atatamba huko. Lakini tunapokuwepo wenyewe. Baba kaondoka sasa hivi mama anabidi aangalie nchi. Hmm. Baba akitoka ndio wengine wanasemaga mama mjomba mama kwetu, mjomba mama na kawasi, tukitoka basi ataangalia nchi yeye, kwa muda huu yeye atalinda. E, atalinda nchi, lakini tutarudi, yeah. Panapo majali wa inshallah tutarudi, na tukirudi, tutaomba tucheze mbio zao za hamuchezi, hawachezi, hawachezi hizi mbio zao. Wanasema kwenye ligi kuu mchezo namba 184 ndio wenye kipengele mpaka utolewe ufafanuzi, lakini wao kwenye CRDB wanawahitaji kwa udi na uvumba na wanaendelea wanaenda kutetea hiyo nafasi yao pale Tanga Mkokwani. Swala la vipengele wanapenda kuviweka ndio kama siku niliwaambia watu, kuna mzazi ana watoto wawili, mmoja kampa chipsi yai, mwingine kampa ugali, afu yule aliyopewa chipsi yai anaona anaonewa. Sasa ni ule ni ukosefu kidogo, inatakiwa kwanza tuwe tunawapima akili kwa, no, kwa sababu yanga anaona bodi ya ligi mbovu. Leo hii ndio alimpa udhamini wa vilabu vinane, avimiliki ya peke yake, na vilabu hivyo vinane vote alivyovalisha jezi zake ya GSM, sijaaya hajawahi kukosa pointi akienda anachukua pointi sita. Sita mara nane unajua mzigo wake. Hata nyinyi lakini mmechukua kwenye vilabu hivyo hivyo na hata huyo Yanga amechukua pointi tatu kwenu nyinyi nyi pia na nyinyi mnadhaminiwa na JSM. Striker wake alionifunga mimi nani ile za Lula? Ile za Lula. Mara ngapi amewafunga? Mara nne mfululizo. Hii mara nne mfululizo za Lula. Ya kale hayapo. Ya mara nne mfululizo za Lula. Amenifunga na timu hii. Umeona timu alionifunga mimi ndio ile anayowao timu yeye aliyonifunga mimi sasa, anawamba, maduka, mi maduka sasa pale, kucheze, unambuzi, pala, hivi ndio wanao ambao yeye aliita wazee kwangu nimepangua. Mi hivi pale sina duka wala flame, ndio maana anaogopa kucheza Mala, mbuzsma kaona mbuzi hivi kaogopa mbuzi, mbuzi kusema kwenye gari ya Simba kaenda Tabora kachinja ng'ombe hivi, mbuzi na ng'ombe mkubwa, ng'ombe mkubwa yupo kubwa ng'ombe. Sasa wewe ukamuogope mbuzi umweze ng'ombe kweli? Lakini wao ng'ombe ni asili yao kuchinja, kwa sababu watu wamekunywa supu sana Jangwani. Na sisi tunasema hivi, tunaenda kucheza kombe la Afrika, tukirudi tunawaalika kwa kuwachinjia ng'ombe, wanaomtaka wale supu na waone kombe. Lengo kuu sisi, tarehe kumi na tano wakati tunacheza na wao, tunaweka vikombe viwili kwenye meza na tutawaomba TFF ikiwa sheria wanaweza kutufunga mechi hiyo lile kombe la Afrika tutakalochukua la kwao, uh -huh. La kwao tunawapa sisi. Na, na, me, na medali mnawapa, tunawapa medali ile yenyewe ya dhahabu, yeah. Ile tutawagea. Eh, bwana, shukrani sana. Tufunga. Asante sana, sana. Karibuni. uh -huh.